Ni mji wenye shamra shamra na harakati nyingi hasa katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Ni mji wenye mwingiliano wa wageni kutoka maeneo mbalimbali duniani kutokana na vivutio vya utalii vilivyopo hasa mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, mlima Kilimanjaro kola kola. Pia, Manjaro, ni mji wa kisiasa pia. Mkoa wa Kilimanjaro ni miongoni mwa maeneo muhimu katika siasa za upinzani hasa kutoka chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. Historia inaonyesha kwamba mwaka 2000, mwaka 2010 na na mwaka 2015 Chadema ilishinda viti vingi vya ubunge na udiwani katika mji wa Moshi, wilaya ya Hai na Rombo. Wafuatiliaji wa siasa wanasema uchaguzi wa awamu hii, hali imebadilika, hakuna msukumo wa kufuatilia siasa kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita. Nimewauliza baadhi ya ni kwa nini. Kwa upande wangu na wananchi wengi nafikiri kwamba hakuna yote wataenda kupiga kura, watakwenda kupiga kura wana CCM wenyewe. Ndo maana nikasema wanajitekenya wenyewe na kujichekesha wenyewe. Wanashindana na nani? Ni ziara ya kampeni ya CCM wenyewe. Kwa hiyo hakuna kampeni inayoendelea, bali ni kuchezea fedha za Watanzania. Kama ilivyo katika maeneo mengi ya Tanzania, kampeni za uchaguzi pia zinaendelea katika eneo hili. Wagombea ambao wengi wao ni kutoka Chama cha Mapinduzi CCM wanaonekana kunadi sera zao katika mikutano ya hadhara, nyumba kwa nyumba, na kwa kupitia mabango na picha za wagombea wa Chama cha Mapinduzi ambayo yamebandikwa kila mahali. Kulingana na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania, vyama kumi na saba vya siasa vinashiriki uchaguzi wa mwaka huu, lakini Chama cha Mapinduzi pekee ndio kinaonekana kujitangaza kwa kwa mabango, picha na mikutano hii inatoa taswira gani kwa wananchi? Sawa, sisi wanafanya kampeni lakini, hata ukiwasikiliza, inakuwa haina ile kutafuta hoja kinzani kwamba okay, una kampeni unaahidi hichi dhidi ya nani eh? kwa hiyo umeahidi kuanzia mwaka sabini na saba sisemu ilivyoundwa. Kwa upande wa sisi wafuasi wa vyama vya upinzani, basi tumechagua tu kusimama na msimamo ule uliotolewa na chama kikuu cha upinzani kwamba kama hatupata kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi basi hakuna haja ya kushiriki uchaguzi. Hata hivyo maoni ni mseto, wapo walio na imani na uchaguzi wa mwaka huu na wamejiandaa kikamilifu kwa ajili ya kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba. Tunasubiri tu Oktoba kutiki, kimpendeza Mungu akishinda sawa. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania CHADEMA kimesusia uchaguzi wa mwaka huu kikishinikiza kudai mabadiliko ya mifumo ya sheria za uchaguzi kikisema hakiwezi kuingia katika uchaguzi usiokuwa huru na haki no no, hata hivyo, mamlaka zinasisitiza uchaguzi utafanyika licha ya kuwepo kwa kitisho cha vuguvugu la maandamano siku hiyo ya tarehe 29 mwezi Oktoba ya kupinga uchaguzi huo. Veronica Natalis, DW, Moshi, Kilimanjaro.